Ndugu zangu wapenzi wa Mr Pig concentrate, bidhaa bora ya nguruwe Tanzania, napenda kualika tena eh, eh, kuendelea kutumia bidhaa zetu, bidhaa bora za Mr Pig concentrate zinazotengenezwa na Pan Gro Tanzania. Bidhaa hizi e, ni bidhaa ambazo zina ubora wa hali ya juu na huku zikiwashangaza watu wengi kwa matokeo. Na leo nataka tuzungumzie juu ya concentrate bora ambayo imejivunia umaarufu sana kutokana na uwezo wake na ubora wake mkubwa sana. Na hii inapendwa na wafugaji wengi kwanza inapunguza gharama kwa mfugaji, lakini inaleta matokeo makubwa kwa mfugaji. Na hii inaitwa 65% Double Plus Concentrate. Hii ni concentrate ambayo e, ina protini ya juu au tunasema ni high protein concentrate ambayo katika mfuko mmoja wa kilo hamsini. E, mfuko mmoja wa kilo 50 unatengeneza nusu tani ya mchanganyiko kamili, kwa maana e, unaongeza wanga kilo 450. Kwa hiyo unatengeneza jumla ya kilo 500 katika mchanganyiko kamili na hii inatumika katika makundi yote kwa maana ya wadogo, kuanzia wanaokuwa wale wa miezi mitatu na kuendelea, lakini pamoja na wazazi. Na imegawanyika katika makundi matatu, maana yake ina aina tatu. Aina ya kwanza ni, ni hii ambayo inaitwa 65% double plus, fateni, ambayo hii E, ni kwa wale ambao wanakuzwa kwa ajili ya kunenepeshwa na ina vifungashio vya kilo hamsini, kilo ishirini na tano, kilo kumi na kilo tano. Nikizungumzia kwa kifungashio cha kilo hamsini kwa maana mfuko mmoja wa kilo hamsini wa 66, 65 double plus fateni, utaongeza pumba kilo mia mbili na ishirini na tano pamoja na dona kilo mia mbili na ishirini na tano ambayo ukijumlisha na kilo hamsini ya concentrate unapata jumla kilo mia tano. Na hii wanakula E, kuanzia wale wa miezi mitatu wanaokuzwa kwa ajili ya kunenepeshwa e, mpaka pale wanapochinjwa, maanake wanakula hii kuanzia miezi mitatu mpaka wanapochinjwa. Lakini kuna kilo 25 na kilo kumi pamoja na kilo tano. Aina ya pili e, ni hii inaitwa 65 double plus grower hii ni kwa wale ambao wanakuzwa kwa ajili ya kuwa wazazi. Maanake kama una nguruwe wanaokuzwa kwa ajili ya kuwa wazazi, wana grower yao maalum, ambao sio ya kunenepesha. Hii wanaandaliwa maalum kwa ajili ya kuwa wazazi. Ikumbukwe kwamba wale wanaokula kwa ajili ya kuwa wazazi pamoja na kunenepeshwa wanakula aina mbili tofauti. Kwa hiyo kuna grower hii ambayo tunaita ni ya kawaida, ambayo ni ya kukuza kwa ajili ya kuwa wazazi, lakini pia kuna na hii ambayo wanakuzwa kwa ajili ya kuchinjwa. Kwa hii ambayo ni grower kwa kukuzwa kwa ajili ya kuwa wazazi, mchanganyiko wake unakuwa hivi: katika kilo hamsini ya concentrate unaweka kilo mia mbili hamsini za pumba ya mahindi nzuri, lakini pia unaweka na dona kilo mia mbili ukiweka na concentrate ya kilo hamsini unapata jumla kilo mia tano Na hii wanakula eh, kuanzia miezi mitatu wale wanaokuwa mpaka miezi eh, mpaka miezi saba kuanzia miezi mitatu wanaokuwa mpaka miezi saba E, au wanaokuwa kwa ajili ya kuwa wazazi wanapofika miezi saba, hao wanaokula chakula kwa ajili ya kuwakuza, e, kukuza, ili wawe wa wazazi. Wakimaliza hii wanaingia aina ya tatu ambayo ni finisher. Aina ya tatu ambayo ni finisher inaitwa e, 65% double plus ambayo haina fattening, wala haina grower. Hii inatumika kwa nguruwe wale wakubwa, makundi yote kuanzia wa miezi saba nane, wale wanaoandaliwa kupandishwa, wenye mimba, wanaonyonyesha, pamoja na madume, ambapo katika kilo hamsini ya 65 double plus plain unaongeza pumba kilo mia nne na hamsini ni kilo mia nne na hamsini ni kilo mia nne na hamsini unaongeza pumba kilo mia nne na hamsini. Ikumbukwe katika concentrate zote ukishaongeza huo mchanganyiko unakuwa hauweki kitu chochote cha ziada, hauweki soya, hauweki chumvi, hauweki chokaa, hauweki kitu chochote zaidi ya hii concentrate. Kwa hiyo kilo hamsini ya hii double plus concentrate, maana yake unatengeneza kilo mia tano kwa kuongeza kilo mia nne na hamsini ya pumba. Kama unawalisha wale ambao walishawahi kuzaa, sio uzao wa kwanza, walisha wahi kuzaa na wawe wana mimba au wananyonyesha au wanaandaliwa kupandishwa unaweza ukaweka kilo mia tatu za pumba ya mahindi na kilo mia hamsini za pumba ya mpunga au ukaweka pumba mia nne na hamsini peke yake pumba ya mahindi hii. Kumbuka, hii ni fomula iliyotengenezwa maalum kwa ajili ya makundi yote ya wakubwa. Kwa hiyo inatumika kama fetra kama gestation, lakini kama lactation na ni bidhaa bora inayopendwa sana, na inatoa matokeo makubwa kutokana na uwezo wake wa kuwafanya wazazi watoe maziwa mengi, lakini pia wazae watoto wenye afya, lakini pia wakati wa kunyonyesha wasiteteleke sana, wanakuwa na nguvu lakini wanazaa watoto pia ambao wana nguvu wanachangamka. Kwa hiyo lakini, kingine pia, ina kwa wale wanaotumia madume pia inampa uwezo dume wa kupanda vizuri, maanake inamwongezea ina, ina, inatengeneza energy ya kutosha kwa dume, kwa anakuwa na uwezo wa kupanda, anakuwa na libido ya kutosha ya juu, kwa hiyo ni nzuri sana na wale ambao wana majike hayaingii joto, hii huwa ni msaada wao. Mara nyingi huwa wananiuliza ni bidhaa gani ambayo inaweza ikatusaidia ile wanyama waingie joto. Akilisha hii 65 wanyama wanaingia joto vizuri na hawasumbui kushika mimba e. Kwa hiyo hii ni 65 double plus plain ambayo ni finisher, lakini inatumika kwa makundi yote ya wazazi. Ninawaalika tena kutumia bidhaa za Mr. Pig na hii nilikuwa na kuelekeza kuhusiana na 65 double plus concentrate ambayo nimekuonyesha fattening, nimekuonyesha grower, pamoja na hii finisher. Lakini nawaalika pia kuendelea kutumia bidhaa bora za Mr. Pig Tanzania zilizotengenezwa kwa ubora mkubwa kwa kuzingatia viwango vya hali ya juu, lakini pia kwa kuzingatia gharama nafuu, kwa maana ya kumjali mteja, ikiwa ni lengo kuu ni kumpunguzia gharama huyu mteja anayetumia. Unapata bidhaa hizi Tanzania nzima, zinapatikana popote Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia katika namba sufuri sita saba nane nane tisa nane nane saba nne au sufuri saba nne sufuri tatu nne nane nane saba nne Bidhaa za Mr Piggy ni bidhaa ambazo e, zinatengenezwa kwa ubora na kwa viwango vya juu sana kwa kuzingatia mahitaji ya nguruwe katika kundi fulani kulingana na umri lakini pia kwa kuzingatia unafuu wa mtumiaji wa mwisho kwa maana mteja kupata matokeo makubwa kwa gharama nafuu. Ninawaalika nyote kuendelea kutumia bidhaa zetu popote ulipo. E, chagua kutumia bidhaa bora za Mr. Piggy. Bidhaa zenye matokeo makubwa sana na ambazo zinamfanya nguruwe aweze kukupa matokeo makubwa na ya haraka sana. Mr. Pig Concentrate tunasema e, ndo habari ya mjini huku, tukikwambia kwamba trust trust our feeds, trust your pig. Naitwa Dr. Baguma, ninawaalika tena kuendelea kutumia hii bidhaa bora kwa matokeo makubwa zaidi. Asante.